Leo timu ya soka ya Kengold pamoja na Azam wamekiwasha kunako dimba la Sokoine jijini Mbeya na matokeo ni, ni kama ambavyo wamesikia. Neno moja kwa timu ya Kengold, ni wapi ambako walikosea, au ni wapi ambako kulikuwa kumevuja zaidi, ambako timu ya soka ya Azam waliona tobo na kuamua kulitumia? Tupe maoni yako. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutufikisha mahali hapa. Mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa vizuri, japo pichi haikuwa vizuri sana, kutokana na mvua ambazo zimeweza kunyesha kwenye uwanja wa Sokoine. Lakini nafikiri mwalimu alikuwa alimweka mwenzi nje, akamweka Zawadi Mauya nje na kuanza na watu wengine sehemu ya kiungo na sehemu ya viungo, kwa maana ya ushambuliaji mwenzi, lakini Nafikiri quality ya, ya, ya, ya wachezaji imekwenda kuamua matokeo. Quality ya ubora wa wachezaji imekwenda kuamua matokeo. Kwa maana hiyo anakwenda ana kupoteza dhidi ya, ya, ya Azam anabakiwa ana na game sita mkononi. Game sita ambazo anasafiri tena kwenda kuwafuata Dodoma jiji nyumbani kwao. Okay, tunamwambia heri pia wakafanikiwa huko. Ukisema okay, kwamba timu ya Eh, ukisema kwamba uwanja haukuwa rafiki sana u, ule uwanja wa Sokoine eh, unamaanisha nini kwa sababu mgeni alikuwa ni Azam. Azam tunamfahamu quality yake, quality ya uwanja wake pale eh, eh, nini kwenye uwanja wa nani wa Jamazi, tunafahamu quality ya ule uwanja, tunafahamu wale siku zote vifaa vyao, uwanja na kila kitu kila kitu kiko kwenye kwality ya, ya hali ya juu. Leo wameingia kwenye uwanja wa Sokoine ambao unasema kwamba haukuwa vizuri, lakini bado umewafeva Azam na kwa nini haikuwa hivyo kwa wenyeji Kengold? Ah, ndio maana nasema uwezo wa mchezaji mmoja mmoja umekwenda kuamua matokeo Aina uwanja uwanja mvua uwanja Sokoine mvua ilikuwa kubwa sana, imenyesha sana mvua, kwa hiyo uwanja ulikuwa umejaa maji. Nafikiri mipango ya mwalimu haikuwa vile, alikuwa anajaribu kupush timu kwenda, ikashindikana. Second half ame hajaruhusu goli, goli zote mbili, goli goli zote mbili, mbili ameruhusu first half. Kwa hiyo nafikiri ni mpango tu na wa mwalimu na ubora wa wachezaji umeanza kuamua matokeo. Mashabiki wanasema kwamba kufungwa kwa timu ya Kengold kumesababishwa na kujiamini kupita kiasi, wakiamini kwamba wao ni levo za Azam, ni levo za Yanga, ni levo za Simba, kitu ambacho kimekwenda kuwatoa kwenye ile mindset yao na, na kujikuta wanaangukia kwenye mikono ya wanalambalamba. Ah, mchezo pia ni sehemu ya kujiamini wao. Wow, wamejiamini kwamba wanakwenda wana kumfunga Azam walijiamini hivyo, lakini mpira huwa hauko hivyo. Unaweza ukawaza hiki kesho ikawa hiki, unawaza hiki kesho ikawa hivi, lakini mimi naamini wamezia tu uwezo na Azam basi wamefungwa, lakini tageti yao huu mchezo huu Azam kwao ilikuwa ni mchezo muhimu sana sana kwa maana kwamba endapo angepata matokeo leo angekuwa na pointi kumi na nane alafu Dodoma Jiji pia akapata matokeo angalau, angekuwa kuna watu angewashusha hapa juu. Sasa bado anaendea kusalia pale pale pale chini kwa maana hiyo nafikiri tu ni ana kazi kubwa sana kufanya. Hauoni kama kuendelea kuipa Kui... mabao wa timu ya Ken Gold kwa mashabiki wa soka ndani ya jiji la Mbeya, Chunya ni Niku... kuendelea kujidanganya, kwa sababu ukiangalia kwa michezo iliyosalia, ukiangalia kwa timu zenyewe ambazo anakwenda kukutana nazo, michezo ya ugenini, michezo ya nyumbani, ni wazi kwamba kubaki ligi kuu ni kama tunajidanganya. Uoni kama timu ya Kengold inakwenda kwenda kushika daraja, naweza kusema kwamba haijawa mwisho mpaka iwe mwisho. Hakuna kukata tamaa mpaka tune la mwisho, niwapambane tu, japo ana gemu sita mkononi. Wanawake anatakiwa afungwe moja, ashinde gemu tano. Yes, inawezekana, ni sehemu ya mchezo. Naona mashabiki wengi wanasema kwamba Kengold walikurupuka na walitoka huko walikotoka, wakagandia meli ya ligi kuu, lakini wao na no, nahoza wao walikuwa hawajajipanga vilivyo. Kwa hiyo mashabiki, kwa maneno yao, wanasema kwamba ni wakati wao kushuka ili kujipanga na kuwaachia wana wana Mbeya City wapande ili walitetee jahazi kama unavyojua kwamba kasi ya Mbeya City sio ya kawaida, kutoka championship kuja ligi kuu. Maneno ya mashabiki una yazungumziaje? Yes, inaweza kawa hivyo, lakini bado si, si, sina hakika sana kwamba Kenya anakwenda kushuka, lakini bado mimi na naomba dua naomba dua, wapambane wapambane, wasifate sana maneno ya mashabiki, sababu mashabiki, yeye anachotaka ni furaha tu, no. Hakuna, Mnong'oneze tajiri, mwambie tajiri, timu yako inasalia au inashuka? Mnong'oneze tajiri, ah, ni mwambie Ken Gold kwamba Kenes Mwakiusa kwamba timu bado, timu bado tumeona inapambana, ana mechi tu ngumu dhidi ya Simba, lakini timu zingine zote anaweza kushinda. Namwombea heri, namwombea pambane, angalau akacheza hata playoff, lakini na, na, na imani apambane sana, apambane apambane mno. You, asante.